Hapa ni official zungu underscore jana. Kwenye TBT story nilikuambia nitakupa story kuhusiana na Dr Shika, tajiri wa Tanzania ndani ya ardhi ya Urusi ambaye Marekani walimponza. Yes, hapa ni ofisho zungu, watasikuona. Hii ni TBT story. Sasa kwanza tumfahamu kidogo Dr. Shika, ambapo wanasifika kuwa na akili nyingi. Walikuwa na ndugu yake ambaye anaitwa Dr. Jeremia Shika, ambapo alisoma udaktari bingwa huko Urusi. Dr. Jeremia Shika ndiye alitangulia kuwa daktari bingwa na aliporudi alifanya kazi kidogo Muhimbili na baadaye aliajiriwa kuwa miongoni mwa madaktari bingwa wa mwanzomwanzo mwanzo pale Bugando wa hospitali Mwanza. Dr. Louis Shika yeye alihudumu kwa muda kama daktari wa kawaida kabla baadaye hajaenda kujiendeleza zaidi nchini Urusi na kusomea udaktari bingwa na hivyo ndivyo ambavyo. Ipo kingine ambacho inabidi ufahamu ni kwamba Dr. Shika eh, walikuwa pia ni wanafunzi wa vyuo vikuu huko USSR, yani Urusi ya zamani, mwishoni mwa miaka 1980 hadi mwanzoni mwa miaka 1990, ambapo walirejea nchini na pia wakaanza kazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Sasa twende tu Urusi. Mara baada ya kufahamu hiyo profaili kidogo, tuweze kufahamu, ili uweze kufahamu kilichompata Dr. Shika lazima kwanza uifahamu kampuni inayoitwa Langfort Limited, ambayo ni kampuni iliyosajiliwa nchini Urusi miaka kadhaa iliyopita, huku ikiwa ni moja kati ya kampuni kubwa kabisa kuwahi kutokea katika nchi ya Urusi. Lakini moja kati ya vitu ambavyo serikali Urusi ilikuwa ikijiuliza juu ya kampuni hii ambayo ilikuwa ikipata umaarufu mkubwa sana kwa sababu ilikuwa ikiongozwa na mtu mweusi, ni kwamba mtu huyu mweusi amepata wapi fedha hizo sana. Kampuni ambayo alikuwa akimiliki Dr. Shika ilikuwa ikimiliki aseti nyingi sana na hela nyingi sana, lakini chanzo cha hela yao kilikuwa kijulikani, hivyo moja kwa moja kuisiwa ni miongoni mwa mashirika ya maspai ambao wafadhili wake ni wa Marekani ambao wana uhasama na ushindani wa muda mrefu Urusi. Kampuni yake ilikuwa ikihusika na mambo ya kilimo, sawa bana eh? kupitia upelelezi wa ndani ya Urusi, ambao walichunguza shirika ambalo inasemekana rais wake ama rais wake ndio hivi, alikuwa Dr. Shika wa kipindi kile, waligundua mawasiliano ya karibu na baadhi ya mashirika ambayo yana, mara nyingi huwa ni waanzilishi wa upelelezi katika nchi nyingi, ambao pia wanafanya kazi kwa niaba ya Marekani. Sitayataja, lakini ni mashirika maarufu sana na yanajulikana ikiwa mashirika ya kipelelezi ya CIA na FBI. Waligundua hilo lakini pia baada ya kugundua hayo, yakachukuliwa hatua ikiwemo kutekwa yeye pamoja na viongozi wenzake, akiwemo Mkenya Edward Koinange na mwingine ambaye alikuwa ni msera Leon, aliitwa Yunus Akbu Kingine ambacho inabidi e, ukifahamu ni kwamba mara baada ya hapo, Dr. Shika yeye alifanikiwa kutoroka akiwa ameumizwa vibaya, na alitibiwa kabla ya kutoroshwa kinyemela mpaka e, mjini Dimpro Ukraine, na baadaye kutorokea Tanzania na nyumbani. Na baada ya kufika Tanzania kwenda moja kwa moja kwao akajificha mjini Dar es Salaam, na mara baada ya hapo akaenda kuishi Uhispania, mjini Malaga, ambapo alikaa miezi nane kabla ya kurudi Tanzania. Haya maelezo nayokupa ni maelezo ya mtu wa karibu kabisa. Sasa turudi Urusi tuweze kufahamu ilikuwaje mpaka mambo yakawa hivi. Nimekuambia hii kampuni ambayo ni miliki Dr. Shika ambayo sasa hivi imetaifishwa ya Lankford ilikuwa maarufu kwa sababu iliendeshwa na mtu mweusi. Maana ya kwa wakati huo nchini Urusi ilikuwa vigumu kupata mtu mweusi ambaye anamiliki kampuni. Wengi wao walikuwa mawazo yao ni kuajiriwa kwenye migahawa kama waiters na kusafisha eh, kufanya fanya usafi. Kwa hiyo kuona kama mtu meusi anamiliki kampuni ikawa maarufu, ilikuwa ni habari kubwa sana. Sasa mara baada ya kutokea, ilikuwaje mpaka wakafahamu? Hivi ni kwamba afisa mmoja wa Kirusi aliweza kutoa taarifa kwa msimulizi wetu akisema kwamba kuna vijana ambao Dr. Shika aliwaajiri katika kampuni ya Lankford ambao walikuwa ni wapelelezi wa KGB. Sawa bana. Eh, na hao vijana ambao Dr. Shika aliwaajiri bila kujua ni wapelelezi, kazi yao ilikuwa ni kujua Dr. Shika anapata wapi hela na mkwaji mpaka anamiliki hiyo kampuni. na au vijana ilikuja kufahamika, mmoja alikuwa ni mwasibu wa Dr. Shika na mwingine alikuwa ni security. Kingine ambacho inabidi ufahamu, hata maeneo ambayo alikuwa akipenda kuyatembelea Dr. Shika akiwa Urusi, eh, katika eneo la Pigo Viski Poshkino na Nikorina eh, Gola ndipo ambapo ni maeneo ambapo walikuwa Marekani weusi ambao alikuwa ni marafiki zake wengi ambapo wengine walikuwa ni Command Force ya USA Kikosi 32 ambacho kwa wakati huo walikuwa wakifanya ushirikiano na Urusi. Maelezo ni kwa mujibu wa Kubarishnov Max ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wanamfahamu vizuri sana. Dr. Shika anasema ni kweli Dr. Shika alikuwa ameweka hela katika nchi za Ukraine, Thailand na Indonesia pamoja na Netherlands. Sawa bana, eh? Alisaidiwa na Marekani kutorokea Ukraine Dimpro kwa ndege maalum ya wanajeshi ambayo iliwapeleka watu takriban ishirini na mbili akiwemo Shika na baadaye akapelekwa Tanzania. Marekani ndio ambao walimsaidia sasa kumtorosha katika kile kisanga ambacho nilikuambia. Katika kusafirishwa kutumia nyaraka kamili za kusafiria, alipewa special pass yenye jina tofauti na jina lake mpaka Dar es Salam. Familia yake imekuwa ni vigumu kuipata na mambo jinsi yalivyo ndivyo ambavyo yapo. Na kingine cha muhimu ambacho inabidi ufahamu ni kwamba Dr. Shika ameoa Mrusi, mke wake ni Mrusi kabisa na familia kule, lakini imekuwa ni vigumu kweli kweli kuweza eh, kupata hizo taarifa kama ambavyo yule Mtanzania ambaye alifariki dunia Urusi ame, alikuwa na mchumba kule pamoja na mtoto, lakini kupata taarifa imekuwa ni ngumu sana. Hapa naofisha uzungu